Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwanza kabisa, <coughs> nitumie nafasi hii na mimi ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kumaliza salama sikukuu za Krismas na kwa kutupa fursa ya kukutana hapa kwa bibi yetu mkewe Malvenia katika furaha ya kumkumbuka kumwombea Mwenyezi Mungu aendelee kuiweka roho yake mahali pema peponi. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kusaidia. lakini vile vile, nitumie nafasi hii mama yetu nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia afya njema. Tumekutana mahali hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumwombea bibi yetu lakini pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia afya njema na kufikisha miaka sabini ambaye tunakuongeza tuna, tuna, tuna na tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kumwomba endelee kujalia afya njema. Lakini pia nitume nafasi hii kumshukuru kaka yetu mkubwa Mheshimiwa January Makamba kwa namna ambavyo ametuongoza ameturatibu na kuweza kufanikisha hafla hii. Tunakushukuru sana kaka yetu kwa uratibu huu na kwa mapenzi yako, ungeweza kufanya huu uratibu kwa kushirikiana na sisi wanafamilia, ukaja sisi wenyewe hapa tukapata soda, tukanywa maji kala bwabwa bila kuwashirikisha majirani na marafiki wote hawa ambao wako mahali hapa, lakini kwa upendo wako ukaona hii ni jambo la sisi wanafamilia na familia yote hii ambayo imealikwa siku ya leo. Naomba tukushukuru sana kaka yetu mheshimiwa January. Mimi ninayo furaha kubwa kuwa sehemu ya siku ya leo. Mimi ni mmoja wa wajukuu wa bibi yetu ambaye tumekusanyika mahali hapa kuendelea kumwombea mpumziko jema, na katika shukrani zangu, naomba nianze kumshukuru mama yetu, mama wa January kwa namna ambavyo umetulea. Mimi ni mmoja wa vijana ambayo nimepitia mikononi mwako pamoja na mzee wetu Mheshimiwa Makamba. Ninakumbuka wakati tuko masomoni, kaka mkuu Januari akiwa kaka mkuu, tukiwa kule Marekani tunasoma, nilipoteza marehemu babangu marehemu Sansewasi Bashungwa, na nilipopata taarifa ya kifo cha baba yangu akiwa kule nje wa kwanza ambaye nilimkimbilia alikuwa ni kakaangu Mheshimiwa Januari, nikamwambia nimepata habari mbaya, nimempoteza baba, lakini nimekuwa na majonzi makubwa na makali zaidi, kwa sababu nimeambiwa baba yangu Mwenyezi Mungu amemchukua akiwa pale TMJ Mikocheni, lakini hospitali inasema mwili usitoke kwenda mwilini kwa sababu tunagaiwa kao. Nikawambia pamoja na kupokea salamu habari za kifo, lakini mimi kama mtoto wa kwanza, kwa kweli nimechanganyikiwa, kwa sababu sijui nafanyaje ili tuweze kulipa bili hizo na mwili uruhusiwe kutoka TMJ kwenda mwingine. Kaka Januari aliwasiliana, aliwasiana mama yetu, mama yetu akatoa fedha pale TMJ tukapeleka mwili mwili kwa ajili ya kuandaa kumleta Karagwe kwenda kumahafari ko mama yangu, mimi nakushukuru sana, lakini ukuishia hapo. Si tulikuwa bado wadogo kipindikie, nilikuwa na miaka 23 wakati nampoteza baba. Lakini mama Januari pamoja na mheshimiwa mzee wetu Makamba wakawa walezi wangu hata Kaka January wakati tunaendelea na masomo, walituambia nyinyi ni ndugu, muendelee kushirikiana na kibindi kile. Kaka January yeye, kama kaka mkubwa, nakumbuka, sijui kama unakumbuka, nilikuwa na birthday, siku ya birthday yangu ukanipa zawadi ya kitabu, nambia mdogo wangu pistiki na tafuta knowledge tena kile hata magazine ya The Economist ukaniambia, unasoma hii. Yaani, mpaka sasa hivi nina hapo kwenye simu yangu Economist, kila wiki naisoma, lakini tokana na ushauri na mwongozo mzuri wa kakangu Mheshimiwa January Makamba, nashukuru sana. Lakini nilipofikia umri wa kuoa, kwa sababu mama January pamoja na mzee Makamba ndio walezi wangu kwenye kamati ya kuandaa harusi. Harusi ambayo nilimoa mke wangu Jennifer wa Alaska, tuko naye hapa, naomba usimame wa kutambule <laughs> mpemakama ndio alikuwa baba mlezi kipindi kile akiwa kati mkuu wa Chama cha Mapinduzi, na wakanipa heshima kubwa pale Dar es Salaam. Harusi yetu tulifanyia karimje

lakini mama yetu mama January pia akatukutanisha na bibi yetu hapa. Kila nikitoka safarini, nilikuwa nikipita hapa kabla ya kujapoteza bibi yetu, tunafika hapa tunakula na nyinyi. Wenyeji mnajua mkaka kana akuzakarinya visi, kwa hiyo tunatuliza kiu kwanza, kabla hatujaendelea na safari. Kwa mama alihakisha, alihakisha pia tuna fahamu bibi na tukapata baraka zake, kwa tunaendelea kumwombea bibi yetu huko aliko. Mwenyezi Mungu amuanzishe salamu. Kwa mama yangu, mimi na mke wangu tumefurahi leo, tumepata fursa ya kuwa sehemu ya ndugu zetu hawa katika kuu shukuru Mungu kwa maisha ya bibi yetu na kumwombea, lakini pia kusherekea na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kufikisha miaka sabini. Mimi na mke wangu katika shukrani zetu kwa mama yetu, Mama Januari, tunapatia ndama nzuri aliyenona na bahati nzuri, zizi zetu aliko mbali o hata kesho, mama yangu kwa kutupa maelekezo, huyo ng'ombe tumpeleke wapi akisha anafika kwa ng'ombe mzuri kabisa ambaye hata chukua miezi mingi beba mimba ili aweze kuzaa ndama, aweze kupatia maziwa, endelee kuwa na afya njema. Lakini pia ni mshukuru sana kakaangu Januari kwa namna ambavyo ameendelea kuwa kaka mkubwa pamoja, niliyowaambia tukiwa chuoni na mwongozo wake kama kaka mkubwa wagamba ajira mkurue ta tayehanuire enyama kulugaa mutara. Kakangu Januari amekuwa kaka ambaye ameendelea kunisaidia, na wakati yeye alimtangulia kuona lakini hivi ajaye kusema mahali popote siku ambayo alipokutana kaka Januari alipokutana na shemeji yangu la Ramona, tulikuwa tuko chuo kule St. John's University. Mimi nilitoka darasani, nilipomtembelea kwenye chumba ambacho anaishi aliniambia, bwana mdogo wangu, leo nimekutana na msichana mzuri mrembo, anaishi Atlanta, Georgia. Kwa kweli naomba Mwenyezi Mungu, msichana huyu niendelee kuasiana naye lakini naona kupitia e, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, hili ndio chaguo langu. Hili ndio nilikuwa kwanza kupata ushuhuda kwa sheej, basi kaanzia hapo, na leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kaka yangu niko na shemeji yetu Ramona na Mwenyezi Mungu amawajalia watoto wazuri. Naomba Mwenyezi Mungu aendelee kuibariki ndoa aendelee kwa afya njema. Lakini leo nimeona ni break ice mimi ndiye nimekuwa wa kwanza kupata hiyo. Lakini vile vile baada ya eh, harusi ya kaka Januari na shemeji yetu la Mona mimi nilikuwa mmoja wa maharusi wale, hata ukiangalia kwenye album nilikuwa bado tuko vijana kwa kweli. Lakini na nini, mda wangu ilipofika, nilipokutana na Jennifer sehemu ya kwanza ya kumpeleka ili kaka yangu aweze kuniambia kamatia hapo hapo. <laughs> Nilimchukua Jennifer nikampeleka kwa kaka January, si kama unakumbuka? Basi nakumbuka hiyo siku kaa tunampitisha kwenye albamu za harusi ya kaka January ili nimweke kwenye mudi kwamba sisi E, okay. Haya <laughs> na mimi ndio nayafikiria kwa kakangu akanipa kwamba e, chombo hiki <laughs> na leo hii nafurahi kwamba e, mke wangu tuna ndoa ya miaka kumi na saba. Oye sana tuna ndoa ya miaka kumi <coughs> na saba na Mwenyezi Mungu ametujalia watoto wanne ayo mwaka huu mwakani, mwezi wa pili, tarehe kumi na saba, Mungu akijalia, tutakuwa tunasherehekea miaka 18 ya ndoa. Kwa hiyo mimi ni mjukuu wa mkiile wetu, na baada ya kupata taarifa kwamba leo tutapata heshima ya nyinyi kuwepo pamoja na, na majukumu tulionaye tutasema takuja kushinda hapa tufurahi pamoja, kumshukuru Mungu pamoja. Kwa hiyo, e, ni nisiwachoshe na ni ningajie kile ambacho wakajamaa wikusema kwamba umgamba mingo utakumalayo batiao ndogora. Kwa hiyo naomba niishie hapa, lakini pia kwa furaha tulionayo kwa sababu atupati fursa ya mara kwa mara kusanyika hapa kwa mkele wetu, lakini pia wakipekee kabisa mimi na mke wangu, pia kaka Januari na shemeji yangu Ramona, tunampa muombe ndama hiyo. Wakati namleta muombe ndama kwa ajili ya mama yetu, pia na ng'ombe kwa ajili ya kaka Januari pamoja na shemeji Ramona, watakuja wawili pamoja au sio mpe? Eh, wang ni shukuru sana kwa fursa hii. Mama yetu, tukushukuru kwa kuendelea kutuunganisha kama watoto wako. Tunamwomba Mwenyezi Mungu wa kujalia maisha marefu na afya njema. Asanteni sana kwa kulisikiliza. Makofi mengi. Asante sana mheshimiwa, kwa maneno yako. Mama anasema njio, mtoto wangu Siku ya mahali hapo Mheshimiwa Bartolomeo utege ndako ya ni pia kabisa, Kristo Bwana asifiwe. wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E waandaaji wa shughuli, e mheshimiwa wa Januari Ee, wewe ndo mwandaji mkubwa, sifa zende kwako shangazi. Hongera kwa miaka sabini. Ee, ile walikosema ndivyo ilivyoandikwa kwenye Biblia. Sikujisikia vizuri mambo ya Biblia hiyo, msizungumze. Wageni wote waliotoka Dar es Salaam, mama na huyu ee, wazazi wangu wa Kyaka. Mimi hapa ni kwetu. Lakini niliondoka nikiwa mdogo. Kwa hiyo wale wadogo wa sana wale. E, mjomba kawa ni kwetu. Mjomba kawa. Yule mjomba wapi? Mjomba wangu mimi. Kwa hiyo ndio mjomba wangu yule. Kwa hiyo na mimi ngine ni wacha wakua kidogo ni cha sawa. Kwa hiyo mama yangu alikuwa anaitwa Mekitrina, metembea metangulia mbele yake. Kwa hiyo Eh, mimi ndio mimi nimeshakuwa hivi <laughs> na mimi nimekuja kuungana na nani na familia kusherekea miaka sabini ya shangazi yangu. miaka sabini ya shangazi yangu. Historia yangu sio kubwa kama ya Mheshimiwa Bashungwa na, na January ambao walielewa wakiwa wadogo sana wakionyeshana wapenzi sisi tulikuwa hatuna muda wa kuonyeshana. Kwanza sisi enzi zetu, mchumba wako ulikuwa huruhusiwi kumwona, unaambiwa kuna mchumba, unasema ndio, tunakuletea, unasema ndio, mchumba wangu mke wangu asia wakuone. Dunia imeharibika miaka hii, yaani mchumba ulikuwa umuone. Mimi shangazi yangu huyu Aina pia kuna binti imependa. Sasa unaweza kukapisha maelekezo kwa hiyo <laughs> ulipofika siku tukaenda na kanisani na tunaishi vizuri, basi sasa mpaka muonyeshe msijui hivyo, kwa hiyo <laughs> niwashukuru niwashukuru kwa kuja kuungana wote katika shughuli hii ya kumpongeza shangazi ambaye ana miaka sabini. Mimi shangazi yangu kweli na e, nimekuja kukutana naye nilipokuwa kuku, ni nakuja huko alikuwa Dar es Salaam kufikia na nikakuta kufikia na mimi basi, kwa hiyo yeye ananidhibiti. Unajua mtoto anasumbua kipindi hiki, kile kitu mdogo asumbui, unaminya natulia, lakini kama mimi hapa nilipo ndio nahitaji shangazi kweli Shangazi, asante sana kwa kunilelea, au kuna mashtaka yanakuja kuja <laughs> kwa hiyo, na watu wa Kyaka, mdogo wangu buber wasalimia mkubwa tu kubwa kubwa sana, anafuja ukweli lakini wote ya kuja wakati wote yani, alimaliza Christmas na watoto nyumbani halafu atakuja sasa. Mimi, mimi ni mwingereza au wamesoma Marekani, mimi nimesoma Uingereza na leo nimelala vibaya, kwa sababu jana tumepigwa mbili na Red Card moja. Shida kweli. Mimi nimesoma Manchester. Kwa hiyo sisi Waingereza mtu anachagua zawadi. Shangazi alichagua zawadi yake na zawadi zilishafika. Basi kwa hiyo kama kuna mtu ameziona basi zawadi zilishafika, yeah. nawatakia sherehe nzuri, na mimi naondoka kwenda Dar es Salaam. Leo jioni. Kwa hiyo nawatakia heri ya mwaka mpya, nimeitanguliza kweli <laughs> na sitatuma chochote kwa sababu chochote kiko hapa na mjomba January ameshasema, kila mtu iziada zake zitamkomboa. <laughs> makofi <laughs> mengi.